Mswahili Mswahili tu hawezi kuacha uswahili, ataumwamisha ushuani. Ndoa nyingi zilizotoka uswahilini kwenda ushuani zimevunjika. Ushuani ataupata utumbo na miguu ya kuku wapi? Hivyo anajikuta anarudi uswahilini. Hapa ni Kifungu na Ibara uswazi, tuna miliki ndimu chachandu na vianjamu. Udambu wa shi mia tano utaupata wapi? Ushuani? Kumbe uswahilini ndio ufalume wa vianjamu, na leo tunawatengenezea diko la vianjamu hapa. Tunamweka bilinganya mdogo wake bili blank, kisha tunaweka spidi na vichwa vilivyokuwa vinasumbua uswahilini. Chicha jegele tunaliingiza kwenye sotoyi, maji yanahusika ili viazi vilainike. Tunaweka mwasho kuongeza ladha, pilipili mtama. Chicha spidi jegele yupo tayari. Chungu cha dongo kikawekwa kwenye mafiga, kifungu na ibara akaanzisha gwamvu kwenye chungu cha dongo. Mchongo umekwisha, moja moja hadi kwenye sani ya asili. Chicha spidi jegele likapakuliwa. Hawa ndio vifungu na ibara